Kwa jina ninaitwa Stanislaus Peter Kadgalize, ni mwenyekiti wa jumuiya ya wanafunzi vya vyuo vikuu nchini Tanzania. Nichukue fursa hii kupenda kutoa ufafanuzi wa suala zima la udahili lililoko mbele yetu siku za usoni, hususani kwa vijana wetu ambao wanatarajia kujiunga na elimu ya juu. Uh, tunayo makundi mawili ya wanafunzi ambao wanatarajia kujiunga na elimu ya juu ngazi ya shahada, uh, kwa lugha nyingine bachelor degree katika vyuo vyetu vya elimu ya juu hapa nchini Tanzania. Katika makundi haya tuna kundi moja la vijana wa form 6 na tuna kundi jingine la vijana wa diploma. Nianze kwa kundi hili la vijana ambao wamemaliza diploma. Kwa wale wote waliomaliza diploma, wote waliomaliza diploma, e, wali wa diploma wamesoma ngazi ya cheti wamesoma na ngazi ya stashahada, yani diploma. Hawa wanapaswa kuji hakiki diploma zao kupitia NAPTE. Ipo linki ambayo imetolewa ime, ime, ime na NAPTE, na zipo taarifa pale ambazo mwanafunzi anatakiwa kuzijaza na atalipia shilingi elfu ishirini ili kuweza kuhakiki diploma yake. Hii itasaidia na inaenda kusaidia kuondoa zoezi uh, kuondoa kubainisha kubaini vitu ambavyo si halali, yani vitu feki ya makozi ambazo hazikusajiliwa kwa hiyo wanafunzi wote ambao wamemaliza ngazi ya cheti na ngazi ya diploma wanapaswa kulifanya zoezi hilo ili waweze kupata nafasi ya kudahiri kwenye vyuo vikuu eh, katika dirisha linalokwenda kufunguliwa sasa. Hii ni kwa wanafunzi wote, ni lazima ufanye hivyo uh, hususan wale ambao wanataka kwenda kufanya uh, kuingia degree. bila kufanya hivyo hutaweza kupata udahiri kupitia kwenye chuo chochote kwa sababu baada ya kufanya uda, -uhakiki huo Nafte watakupatia kodi namba ya ya verification ya awadi yako. Kwa hiyo ile kodi namba ndio utakayotumia kwenda kuombea udahiri, na hakuna chuo kitakachokupokea kama huna ile kodi namba. Zoezi hilo limekwisha kuanza na linaendelea hata sasa, lakini, ni, ni, ni, nielezee sasa lakini kwenye zoezi zima la udahili, zoezi zima la udahiri linaanza, dirisha linaanza kufunguliwa tarehe ishirini na mbili mwezi huu wa saba, mpaka tarehe 30 mwezi wa nane. Safari hii udahili utafanyikia chuoni moja kwa moja na sio TCU kama tulivyozoelea. Kama tulivyozoelea mwanafunzi ataomba kupitia chuo moja kwa moja. Ninawashukuru TCU, wamefanya semina ya kuelekeza maadimisheni officer wa vyuo vyote na imeisha siku ya jana. Nami nilipata fursa, nilialikwa kuweza kushiriki kwenye semina hiyo. Nimefahamu mambo mengi, ambayo ndiyo maana nimelazimika kutoa ufafanuzi huu ili eh, kila mmoja aweze kuelewa mwanafunzi hatalazimika kutoka aliko kwenda chuoni ama chuo anachokitaka kufanya udahili. Hii mambo yote yatafanyikia online. Utaingia kwenye website ya chuo, utatafuta linki yao, utaona mle kuna application, wataziweka za namna ya tazueka na kufanya udahili. Hii utafuata utaratibu utakao kuwa ameweka kila chuo, zile procedure alizoziweka pale, utajaza na mwanafunzi taarifa atakazojaza ni chache sana, kwa sababu safari hii sasa vyuo vimewezeshwa kupata mfumo data ambao una mwingiliano na NECTA, una mwingiliano na NACTE na una mwingiliano na, na, na TCU. Kwa hiyo mwanafunzi ataweka index namba zake zote, kama ulirisiti utaziweka zote pale, na kama ulifika form 5 kidato cha sita utaweka index namba yako hapo, na kama ni wa diploma basi utaweka kodi namba yako hiyo ambayo umeipata kupitia verification na chuo husika kitayapata matokeo yako ya NACTE ama, ya ama ya ya ama ya, ya NECTA ya, ya, ya level na na, na, na A level yote yatakuwa online. Kwa hiyo wewe utajaza taarifa muhimu zitakazokuwa zimewekwa pale ikiwemo jina lako, index number, namba zako za simu na email yako vile vile, pamoja na kozi unazozitaka kwenye chuo husika. Kwa hiyo vyuo vimeshapewa maelekezo na vyuo navyo vimeandaa utaratibu wake, kila chuo kimeanza kuandaa utaratibu wake mzuri wa namna ya kufanya zoezi hili. Litakapofika tarehe 30 itakuwa ndio mwisho, hakutakuwa na dirisha jingine tena litakaloongezwa kwa ajili ya udahili. Hivyo wanafunzi, ninawaomba watumie muda huo vizuri sana, wahakikishe wanafanya application kwa usahihi kutokana na vigezo vilivyowekwa. Dirisha hilo likishafungwa hakutakuwa na nafasi tena ya kuweza kufanya udahili. Baada ya tarehe 30 vyuo vitapeleka majina hayo TCU, kisha TCU itarudisha majina hayo kwenye vyuo. Wapo wanafunzi ambao wataomba vyuo zaidi ya kimoja, hilo lipo na linafahamika, na unaruhusiwa kufanya hivyo, lakini pia ukishaomba chuo zaidi ya kimoja kutokana na unavyopenda wewe, baada ya hapo TCU itarudisha majina kwenda kwenye vyuo husika. Vyuo husika vitatangaza majina ya waliopata udahiri kwenye vyuo vyao hapo kila mwanafunzi anatakiwa kuwa makini kuhakikisha jina lake lipo kwenye chuo alichoomba. Kama ni zaidi ya kimoja, jina lake anaweza akalikuta kwenye vyuo vyote vitatu. Lakini baada ya hapo, kila chuo kimeshapewa maelekezo ama kila chuo kitajipanga, kitaona namna gani ya kuweza kuondoa multiple selection. Yani, kama umeomba zaidi ya vyuo vitatu, utatakiwa ku, ku, ku, kuthibitisha kwamba unashiriki kwenye chuo gani. Vyuo vyenyewe vitaandaa utaratibu mzuri wa namna mwanafunzi atakavyoweza kuthibitisha ushiriki wake ama kuripoti katika chuo hicho husika, ili kuweza kuondoa zile selection. Kwa hiyo niwatakie maandalizi mema ya zoezi zima la uhakiki, zoezi zima la udahili. Uh, niwaseme tu kwa namna nyingine tena, karibuni sana vyuo vikuu. Nawatakia kila la heri, asanteni sana.